Kazi iendelee. Naomba nisome taarifa fupi ya shule ya sekondari Salasala. Taarifa ya ujenzi wa vyumba sita vya jengo la ghorofa Salasala Sekondari kwa kamati ya siasa kata ya Wazo. Ndugu mwenyekiti, kamati ya siasa, shule ya sekondari Salasala imeanza kujengwa tarehe 11 mwezi wa 5 2025. Hii ni baada ya shilingi milioni 528,942 temba 2024 kutoka kwa mradi wa SEQUIP. Ndugu mwenyekiti, kamati ya siasa, mkandarasi aliyeshinda tenda hii ni Daisy Construction and General Supply Limited 22341, ambaye alisaini mkataba tarehe 11 mwezi wa 4 2025. Gharama ya mradi. Ndugu mwenyekiti, kamati ya siasa, mradi hutagharimu kiasi cha shilingi milioni 623,861,255 ikiwa ni fedha za SEPWIP ambapo jumla ya shilingi milioni 528,998,424 zimepokelewa kwa ajili ya ujenzi huu. Hatua ya mradi, ndugu mwenyekiti kamati ya siasa, mradi upo kwenye hatua ya uchimbaji msingi kama mnavyoona. Matumizi, ndugu mwenyekiti kamati ya siasa, mpaka sasa jumla ya shilingi milioni 14,935,700 zimetumika kwa ajili ya upimaji wa udongo wa eneo hili kwa jumla ya shilingi 514666724 bado zipo kwenye akaunti ya shule kwa ajili ya kuendeleza ujenzi huu wa vyumba sita vya madarasa. Faida ya mradi faida ya mradi ndugu mwenyekiti kamati ya siasa, kata ya Wazo itasaidia kupunguza msongamano mkubwa uliopo shule ya sekondari Songoro Mnyonge pamoja na shule za jirani. Ndugu mwenyekiti kamati ya siasa, tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutupa fedha za ujenzi wa madarasa haya CCM oe. Diwani safi Sali. Mama Samia safi Sali. Mitano tena kwa mama. Sawa kabisa. Asante.